Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, karibu sana wilaya Monduli. Monduli oye yeah! Ndugu mwenyekiti wetu wa wilaya, ndugu mgombea wetu wa kiti cha ubunge, ndugu yetu Isaac Capriano, au kadogo mnavyo mlivyomzoea katibu wa wilaya, viongozi mbalimbali, pamoja na wananchi wa Monduli, kwanza nataka niwapongeze sana jinsi ambavyo mmejitokeza kwa wingi, ili wananchi mpate nafasi ya kwenda kumsikiliza mama yetu. Hata mimi mwenyewe nataka nimsikilize atakuwa na ujumbe mzito kwa Watanzania. Mama Samia hoye! Mama Samia hoye! Kwa hiyo kwanza, ninaamini hapa tunakumbushana tu, hivi kweli kwa wilaya ya Monduli kwa kazi iliyokwisha fanyika kuna mtu ambaye ana wasiwasi na Mama Samia Suluhu Hassan? Wote tunampenda, wote tunamheshimu <coughs> na wote tuna imani naye, ndiye atakaye weza kutuongozea nchi yetu. Katika mikono ya CCM Tanzania ni salama. Sema Yaani, mtu asikubabaishe na lolote. Hakuna chama chochote sasa hivi hapa nchini zaidi ya CCM ambacho kinaweza kikawahakikishia Watanzania amani yao, usalama wao, na maendeleo yao, na anayeongoza hicho chama ni mpendwa wetu, mama yetu mpendwa, Dr. Samia Suluhu Hassan na ndio maana muda wa kutafuta mgombea wa CCM kwa nafasi ya, ya urais ulipofika, vikao vikubwa vya chama havikuwa na kigugumizi, bali kilimteua Dr. Samia Suluhu Hassan. Ameshakuwa rais, tumeona aliyoyafanya, tumeona upendo wake. Tumeona moyo wake wa kujali wa Tanzania hasa wa ngazi ya chini, na tukasema basi huyo huyo ndio tutamteua awe mgombea wetu. Nadhani mmekwisha elezwa ilani ya Chama cha Mapinduzi, sina haja ya kurudia. Mama Samia hata kwa upande wa wafugaji safari hii Ilani imesheheni mambo mazuri sana kwa wafugaji. Imesheheni mambo ya madawa ya mifugo yatakavyopewa ruzuku. Imesheheni jinsi ambavyo maji yatatafutwa kwa ajili ya wafugaji. Lakini muhimu zaidi, maeneo ya wafugaji yatatengwa na kulindwa. Kwa hiyo huyo ni mama ambaye kwa kweli lazima tumpe kura zetu.